Kuna tofauti gani kati ya mapato yanayokusanywa na halmashauri TRA na kodi zako binafsi. Kuna vitu vitatu ambavyo unabidi ufahamu. Kuna tofauti kati ya halmashauri TRA pamoja na umbrella. Usije kujichanganya kwamba ukilipa sehemu moja umelipa sehemu zote. Hizi ni taasisi tofauti. Zinakusanya mapato kwa namna tofauti na kila mapato yanajitegemea. Na uwezo kulipa sehemu moja, sehemu nyingine wakasema umeshalipa. Iko hivi. Malipo utakayofanya umbrella ni malipo ya usajili ambayo itakuwa ni ada ya kusajili kampuni ama jina la biashara. Ukishafanya malipo, bila hapo, unapompata usajili wa kampuni ama jina la biashara unaishia hapo. Tukija kwa TRA, TRA wanakata mapato ambayo unayapata ukishaingia sasa kwenye game. Kwa hiyo timiza, wanachukua asilimia 30 ya faida unayopata kwa, kwa TRA. Halafu tunakuja kwa manispaa. Manispaa wenyewe wanachokata kwako ni kibali cha kuendesha hiyo game yenyewe. Kwa hiyo Brela wanakuingiza kwenye game, Manispaa wanakupa kibali cha kufanya, cha kucheza game yenyewe ya biashara alafu mambo utakayoyapata ndani ya game ya hiyo biashara ndio nakuja kukata na TRA. Kwa hiyo hizi taasisi tofauti ambazo zina majukumu tofauti na maeneo zake tofauti, uwezi kulipa huku kama ni hizi mbili zote umekamilisha kuzilipa. Hapana. Itegemea, itegemea na BRELA inajitegemea, so usconfuse kwa namna yoyote na kwa mazingira yoyote.